Binti amepata ujauzito, mama amepata ujauzito. Bahati mbaya, ujauzito aliyoupata wa kwanza alifanyiwa operesheni, wa pili alifanyiwa operesheni. Anapata ujauzito wa tatu, anashauriwa na wataalamu, kwa ujauzito huu na kwa aina ambayo huwa unapata watoto ni vizuri tukufanyie operesheni. Hapo yuko hatua za mwisho mtoto kuzaliwa, mama anakataa Nasema aa, mimi nitazaa hivyo hivyo. Anashauriwa, ndugu wanakuja wanakataa ushauri wa kitabibu unaotolewa na wataalamu wa afya, wanalazimisha ajifungue kwa njia ya kawaida, wakati alizaa watoto wawili kwa njia ya operation. Hayo yametokea na tumenusuru maisha ya hawa, hawa wazazi na watoto, dakika za mwisho mtoto akiwa amechoka lakini mzazi mwenyewe akiwa hoi. Njia za waganga, njia za kwenda kwa waganga wa kienyeji majani hayaoti, lakini njia za kwenda zahanati, vituo vya afya na hospitali, njia hizo majani yamejaa ya, kwa sababu tunatumia muda mwingi kwenda kwa waganga wa kienyeji, tunawaamini wao sana badala ya kuamini wataalamu ambao serikali imewaajiri inawalipa ili iwapatie huduma nyinyi. Kuna mama anamuona, anageuka, anamnong'oneza mwenzie, naamini ujumbe umemfikia mtu. Anapata ajali, anapelekwa hospitali, madaktari wanamtibu. Kama amevunjika mguu, anafungwa POP vizuri, ili mifupa iunge akirudi nyumbani anaenda anatoa POP anaenda kwa mganga wa kienyeji akatibiwe kwa, da, kwa dawa za asili. Wewe ulisikia wapi miti shamba ikaunga mfupa? Matokeo yake mtu anapata madhara makubwa, anapata ulemavu usiokuwa wa lazima. Watumie mafuta kwa kiwango kidogo, hususan kukaangia mboga ambazo ukionzaji wake unahitaji mafuta, na sio watayarishe mboga kwa kusema kwamba uh, wanahitaji kupata na supu ya mchicha. Haipo supu ya mchicha. Lakini pia tunaomba waachane na imani potofu, kama wanavyozungumza kwamba uh, vijana wa kiume wakitumia uh, mboga kama vile chaimizi zinapunguza nguvu za kiume. Hilo halipo kisayansi na wala halipo popote hivyo nadai kwamba ilitokana na neno la jina la China kwamba ilitoka China, lakini mboga hiyo haina shida yoyote, na kwamba jina la, la Chinese halijatokana na, na China, kwamba wanapata watoto wachache, hivyo eti imeletwa Afrika iweze kupunguza vizazi uh, sio kweli. Watumie mboga hizo, wala hazina shida, na uthibitisho ni kwamba hawajapungukiwa nguvu kwa, kwa sababu bado tunapata wajawazito wa kutosha katika